Okay, Dada Mary karibu sana. Ulikuwa unasikiliza story ndefu sana ya Dada Modesta hapa. Ndio. Unakuja kwetu vipi sasa? Unaogopa au unapata ujasiri? Pata ujasiri. Kweli? Sio, unaogopa, unasema kama kazi zenu za ndani ndio hizi tu nirudi zangu. Hapana, nitapambana. Utapambana eh? Ndiyo. Au ndo majasiri nao wataka changamoto, azitaki kuturudisha nyuma Changamoto zinatakiwa zitufundishe kusonga mbele, eh, mbele. Akisikia, hey, kusonga mbele, maana kuna wengine wakisikia huyu alitongozwa na bosi wake, au nasema hey, kama ni hivyo kazi za ndani mi sitaki. Utaki, utakaa kwenu mpaka lini? au utakaa mtaani mpaka lini? Mm, ni ujinga. Eh, na sio kila mtu kwenye kazi za ndani kwamba kila bosi atakutongoza no, au sio? lazima kila changamoto ambayo umekutana nayo bodesti na wewe kutana nayo na wewe, utaenda kufesi ya kwako. Lakini maisha bwana, wakati tunaanza huku changamoto ni nyingi, na hizo changamoto huwezi kuzikwepa, kwa sababu hata kukaa nyumbani tu ni changamoto hivi mm-hmm. Binti wa kike, umekaa kwenu, una kazi, una hela mm-hmm. Uoni kama hiyo ni changamoto, changamoto? Naishiji duniani, una hela kila kitu unachokitaka, ni hela, unataka bando ni hela, unataka simu nzuri ni hela, unataka kula ni hela, si ndio? na Biblia inatuambia asiyefanya kazi. Kwa hiyo lazima upambane na changamoto, sawa eh? Ndio haya mm. Mary, karibu, asante wa, umetokea wapi? Umetusikia wapi? metokea Geita. Umetusikia wapi? e, e, Arusha. metokea Geita, umetokea sasa... arushani nanilii aliyenifanya aliyenifanyia connection mpaka kufika hapa ni mamdogo yaani, ndo anakaa hapo yeah, Arusha anakaa e. Arusha, wewe ulikuwa unakaa wapi? mimi kwetu Geita ndo nyumbani, e, ndo, kwa nyumbani, wazazi. E, ndo nyumbani kwa wazazi. kwa hiyo umetokea Geita, umetokea Arusha, metokea Arusha kwa sasa Ilikuwaje? <laughs> Geita ulitoka lini ukaenda Arusha? uh, nil nilivyomaliza hivi from six, mm. nilienda nilikaa nyumbani kwa muda mrefu, maana nilikuwa namwambia baba nifanyi kitu chochote ambacho kinaweza kuniingizia hela mm -hmm. Lakini ndo hivyo baba akasema ye mwenyewe atapambana apate pesa ya kunipeleka chuo mm -hmm. Nimekaa pale mpaka nikafanya applications za kwenda chuo, nikafanya kila kitu hadi mm -hmm. nikapata chuo, lakini nikamwambia baba, mbona siniombe mkopo? mm -hmm. Baba kaka ndo hivyo, akasema kwamba tu mkopo hata nisipoomba mkopo ataweza kufanya kunisomesha kwenda chuo. Ndo hivyo ikatokea, yale majibu yakatoka TCU, nimechaguliwa hapa chuo hapa daa init pale. mm -hmm. Ndo hivyo sasa, kila kitu tukafanya, lakini sasa zikaja zile balance kwamba napaswa kulipa hostel, napaswa kulipa chuo, ada yangu ya kozi ambayo nimechaguliwa, kila kitu. Sasa pale nikam, nikampa sababu baba kwamba hii hapa ndo nini kila kitu kinachohitajika kina kwa ajili ya mimi kuendelea kusoma mm. Mdo, yeah. E, pesa sasa yenyewe mm. ili nifanye vitu maandalizi mm. na tarehe kabisa niende chuo na tarehe yenyewe ndo hii baba mm -hmm. Akasema sawa utaenda sasa mm. Ndo hivyo siku zikawa zinaenda, lakini kwa kuwa mimi na experience na mfahamu baba alivyo ni kwamba huwa anasema ukweli sawa, lakini unakuwa ni ile sio, yaani unakuwa sio sana. Kwa ndo hivyo nikazidi kusubiri, muda umepita, mwezi ukapita, nikamwambia kwamba tisiu ukishafunga tu siwezi kuruhusiwa kwenda chuo, kwa sababu kuna mwisho wa kwenda chuo kwamba inafikia hatua, hapa kwamba usajili umeisha hamuwezi kwenda chuo mm -hmm. Nikaona kabisa baba hapa hivi hata hani hawezi kwenda kunisomesha chuo kwa sababu nilikuwa nishona, muda umeenda, tarehe kumi na mbili ikafika sasa baba mdogo wangu yuko hapo Arusha anafanya hizo kazi za utalii. Ameajiriwa hapo. Sasa nikaongea naye nikamwambia hivi baba, Kusabu, baba angu, chuo, kwa sababu unaona kama vile baba yangu ameshindwa kunisomesha ikwenda chuo, naomba unisaidie wewe unisomeshe. Mm -hmm. Akasema sawa. Kwamba yeye akatuma tu hela kadhaa kwamba hii itatumia kwa ajili ya hivi hostel nini, akatuma hivyo, lakini akasema hivi ada atamwachia baba mwenyewe ndo alipe hasa ndo hivyo baba, ikashindikana mi kunisomesha. kwa mama alichofanya, akaniambia tu, nenda kwa ba mdogo wako hapo Arusha. Ukienda uwezi kukosa kitu cha kufanya ambacho kitakuingizia pesa mm. Ndo nikafanya maamzi ya kuja kwa bam, mdogo hapa. Nimekaa hii miezi sita nimekaa kama miezi sita hapo hapo kwa, kwa ba mdogo Arusha e, hapo Arusha mm -hmm. saya na mke wake ambaye ndo Priska, anafahamiana sana ni hichi kituo sana. Ndo hivyo nimetafuta kazi, nimetafuta kazi, akasema tukaanza kuwa tunadadavua kwamba kazi gani ambayo unaweza ukafanya ikakuingizia ada kabisa ukaenda kusoma mm. akatoa mawazo mengi mengi kwamba wewe sio experience unaweza kuwa mwalimu kufundisha, lakini mi nikawa nambia sawa, lakini saa hivi ukienda kwa mfano, unasema kwamba unataka kufundisha, lakini ni kwamba hauna ile elimu kwamba hata vyeti kwamba umemaliza tu sawa lakini sijasoma kozi yoyote ambayo labda naweza kusema kwamba nimesomea labda IT au nini ambacho kinaweza aji kunikubali kuingia ofisini hakuna. Ndo mamdogo akasema hivi, kuna hii Dada Center ambayo inasaidia wadada, unakuta mtu analipwa hela ambayo inaweza kumsaidia kufika hatua fulani. Mm. Eh, akaniuliza pale, akaniambia siwe kazi unaziweza? Nikasema kazi inaziweza kwa sababu japokuwa nili nimekaa shule muda mrefu, ndo hivyo nasoma, lakini mama alikuwa kwenye kazi, alikuwa anatusimamia sana kwamba alikuwa anasema mtoto wa kike upasi kuwa lele mama, kama ni kazi hizi kufanya hata kama wafanyakazi wapo, lakini kufanya tulikuwa tunazifanya. Mm. Kwao nikasema kama ni kazi naziweza, yani kama kazi kufanya naweza. Mm. Kwao ndo mama mdogo akampigia akapiga hapa simu. Mm -hmm. mama mdogo akatoa hela ya nauli akasema tu unachofanya kafanye, kwa sababu unajua unafanya kwa muda mfupi mm. na unaelewa lengo lako ni lipi na unatamani nini, kwahiyo ukafanye mm. kwa moyo na unanilii, ndo hivyo akatoa mawaidha pale. Nikasema sawa, kwa sababu mimi kwenye familia yetu ndo mtoto wa kwanza mm. afu na wadogo zangu wanne mm. E, kwa wani mimi siwezi kuwa kwamba eti niwe lele mama tena, maana wenyewe wote watakuwa wananiangalia mimi. ah, dada alishia fulani, alishia hapa dada form 6 hivi, yani kwamba sina elimu yoyote. Mi nikasema hapa siwezi kwani, bora nipambane mm. Nikamalize elimu yangu nisomee ambacho nataka mm -hmm. Nijiajiri mwenyewe, kama kujiajiri, nipate pesa yangu, na wala sio kwamba ni kila kitu kuomba kwa mm. Dunia ya sasa hivi yani haiwezekani ya kila kitu unapiga simu, sijui baba anaomba hiki, baba anaomba hiki mm. Umri wenyewe ushaenda, sasa hivi nishakuwa mtu mzima, siwezi kila kitu kuwa nafanyiwa mm. Ndo hivyo nikafanya maamuzi ya kuja hapa kwa ajili ya kupata kazi, ili nikafanye kazi, nipambane, nitimize malengo yangu mm. zaidi ya yote pia niwe kinara kwenye familia yetu, niongoze vizuri wadogo zangu. hata katika hatua hii, kwa mfano tuseme, nikate tamaa wakati huu mm. bado muda upo, siwezi kukata tamaa eti kwamba nimeshindwa kwenda chuo ndo kwamba eti maisha yangu yameisha hapa mm. Nikasema hapana, bado kuna hatua ntapiga, ajilishi ntapitia wapi, lakini lazima ntafika sehemu ambayo nimekusudiwa kwa sababu Mungu labda wenda, yaani unajua kuna mambo yanatokea katika maisha, wenda Mungu kapanga mm. kwa sababu labda ningeenda chuo labda ningeingetokea mingine kwao mm. labda nipitie hapa nitafika sehemu lakini nitafika sehemu ambapo ni sahihi, ambapo nitaweza kuwa sehemu sahihi zaidi mmm kama mzee wangu wa mwisho, nikaona nije tu hapa mm -hmm. Nikisha nifanya kazi kwa huo muda, nitafanya application ya chuo na nitasoma, nitamalizia elimu yangu na nitajiajiri kama kujiajiri au kuajiriwa huo. mm. Ndo maamuzi ya mwisho niliyoyafanya, kuliko kuendelea kukaa nyumbani, kwa sababu baba mwenyewe akuwai kuniruhusu kufanya kazi yani, sijui nilimwambia tuanifungulia hata juisi niwe nauza kupata ule muda pesa, ili nipate pesa, akawa anadisa nani, ani ani ni ile kwamba alikuwa hahitaji kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi nikasema usubiri sha kuwa sasa hivi na maamuzi yangu mimi kama mimi sabi, kwa sababu sasa hivi naangalia future yangu, naangalia future ya watu walioko nyuma yangu. Siangalii tu kwamba hapa miaka inazidi kwenda siwezi kukaa nyumbani. Kwa hiyo ndo maamuzi ndio fanya kuchukua. Mm. Ili nipambanie ndoto zangu pia. Okay. Sawa, Dada Mary, karibu sana. Wadada Center. Da, asante. Sa baba anafanya shughuli gani? Anafanya kazi za madini, kazi za madini. mm-hmm. Kwa hiyo uwezo anao wa kusomesha. Watu wanafanya kazi za madini kule, si wako vizuri sana? Hapana, si unajua, wale wanakuaga, no, ni misimu kwamba sahivi ana hela sahivi ana yani hawatabiriki kabisa, ah watabiriki. Kwa hiyo baba alikuwa na hopu ile ya wanakuaga na matumaini wale, yani kwamba tunaliniambia baada ya miaka na miaka, anaamini ipo siku ntatoboa, kwa sababu e, anasimamia tu anasimamia, lakini wale wanaochimba wakishapata tu ndo hivo anazozifanya huko, anasimamia hela inapatikana ndo hivo kwao nimeelewa kwamba baba alikuwa na nia, anatamani sana kukusomesha, kukulipia, lakini kutokana na aina ya biashara anayofanya inachukua muda mrefu sana wakati mwingine kupata hela, si ndio? Ndio. mm. mm. mm. mm. hivyo ndio hicho kinachomrudisha nyuma, labda e, mwenyewe alikuwa nasiza na si. zile ahadi. maana umesema baba namjua na experience, nikasema jamani <laughs> experience ipi hiyo? <laughs> ambayo unajua baba hapa ananipiga changa au eh, unakuta unamfahamu kwa mfano hapo alikuwa ashaniambia kabisa Chuo lazima nikusomeshe hasa mm. kama nimekusomesha kwanzia kida kwanzie kuchini kote, chuo ntashindwa nini? Lazima Tashua utasoma nini. Eh, alikuwa nazingatia kusema hivyo. Sasa hopes zilikuwa ni nyingi sana ee, ee, mm. ee. angeacha kusomesha kwa jinsi unavyomjua baba yako somesha kwa hiyo na... ni kwamba madini sasa kuchelewa kutoka huko ndo kuliko ndio? <laughs> Ndiyo. Okay. So, kama yeah hiyo ni kawaida kwenye maisha na ni vizuri watu kuishi kwa matumaini sindio? Mm-hmm. Um, lakini sasa na wewe umejiongeza, maana ushakuwa na uzoefu kwamba madini haya wanakuaga muda mrefu hawana kitu, japo yanaweza yakiibuka yanabadilisha kila kitu mm? mambo yanabadilika lakini we umejiongeza ukutaka kuendelea kusubiria tu, maana jamani, kuna watu wako mwenye madini toka, wengine tunazaliwa mpaka leo wanaamini watakuwa mabilione mpaka washazeekeaga biashara ya, <laughs> ya Aa, madini au biashara ya ya biashara madini na uh, biashara <laughs> <laughs> <Na> a <amini, laughs> <laughs> <laughs> <Beti ndio noma kabisa. laughs> madini, madini wale kidogo unafanya kazi, e, unafanya iguna. kazi beti hey, ndio unatoa, unatoa. Ndugu yangu kiamini eti ipo siku utatoboa, wale wanaotengeneza <laughs> mashine wale ni wajinga wale kwa <laughs> <laughs> hiyo kwa hiyo dada Mary karibu Aa, na nakupongeza umechukua hatua ya wewe sasa. Kwanza umeona ushakuwa msichana ambaye unaweza kujitegemea, unaweza kufanya kazi, na kweli ziko kazi ambazo unaweza kufanya ukapata kipato, mojawapo ni hizi mm. na nimependa katika mazungumzo yako umesema unaweza kwenda chuo ukaenda kufanya mambo mengine, na hilo nataka niliseme kabisa, wako wasichana ambao wameenda vyuoni wakajikuta wanaingia kwenye biashara udangaji kwa sababu wazazi hawana kipato mm. na wao wanataka kusoma kwa hiyo wanajikuta option walionayo ni wao utafuta masponsa ili mambo yaende, mm -hmm. Hei, sasa hayo ni maisha ambayo hayana baraka. Huwezi kusema sasa nifanyeje, wewe. Mbona umekuja kwenye nani, umekuja huku kwenye njia ambayo utafanya kazi kwa njia sahihi, halaliaahela <laughs> Uta yako utaenda kujilipia, utasoma hicho chuo, si ndio? vyo vipo haviendi kokote. Mwisho wa siku unaweza ukasoma tena, unarudi mtaani, unatafuta ajira au kazi, hamna. Kwa hiyo kuliko kuwai kwenda kufanya vitu ambavyo vinaondoa utu wako ili uweze kupata elimu, elimu ambayo baadaye unaweza ukaja kusota tena mtaani, bora ukaanza kutengeneza pesa sasa hivi mm. Umekuja Wadada Center, sehemu ambayo ni, ra, ni, ni sahihi eh, ya kimaadili kabisa. Tena wewe ndio miongoni mwa wasichana yani, huwa na napenda kusema Wadada Center hmm. ni center ambayo inawajenga wasichana ambao wana ndoto kama Mary hmm. Yaani sio wale ambao kichaka kishawaka moto anakuja kujificha, hana pa kujificha. Kagombana na mume wake wale walikuwa wanatusumbua hapa, mwingine kaja na mimba, mwingine kaja yule aliyekuwa anawasiliana sana na mume wake alituambia ameachana na mme wake kwa sababu ana kazi anamtegemea tu. Kwa hiyo nikaona tu na mimi ni nikatafute sijui nini, kumbe mm -hmm. sijui alikuwa anamtingisha kiberiti. Kafika hapa <laughs> kaka siku tatu nyingi, mwanaume kaanza kupiga simu huko kama mvua. Najisikia ka e, na vibaya, sijui naumwa, kumbe washajenga e, <laughs> wadada Wadada Center sio kichaka cha kuja kujificha, sio mm -hmm. sehemu ya kumtingisha bwana wako ujifanya unaondoka kwenye ndoa yako, kwenye ndoa yako ili akupe kuniwa... ya unachokitaka uje ujifiche hapa au sio? Sehemu ambayo wewe umetelekezwa na mimba yako. Sasa unakuja huku unapa kujishika. Wadada Center ni kwa wadada kama akina Mary ambao wanataka kutengeneza, wanataka kutengeneza maisha yao. Mtu ambaye hana mizigo ana uhuru anaweza ana na na uwezo wa kufanya kazi. Kazi. Na, na kufanya kazi hii Wadada Center ni kwa ajili ya watu kama hawa, mm -hmm. Naomba hilo lieleweke kabisa. Wali, mm, oh, mimi na mtoto wa miezi yeah, kumi jamani, naomba kazi. Kazi gani? na wanajua yani, mm, wameichukulia kama ni kituo cha kufanyia matendo ya huruma kwao, unakuta apana. Dada Joisi, mimi nimetelekezwa, naomba nisaidie kazi. Sasa, na mtoto wa miezi tisniani nasubiri, utelekezwe na mtoto wa miezi tisa ndio uombe kazi? Hicho kitu nakisema kwa asira na kwa nguvu zote, kwa sababu ujinga, yani wanawake wengi wanateketea kwa ujinga yaani Biblia inavyosema hmm. watu wangu wanaangamizwa kukosa maarifa. Wanawake wengi wanaangamia kukosa maarifa mm. ujinga na upumbavu. Kwanini usubiri utelekezwe ndo utafute no, kazi? Kwanini kutafuta kazi kabla ujaenda kuchanua miguu yako upate mimba huko, ni shughuli, kwa sababu mm hizi -hmm, kesi za mimi na mtoto, sasa itakuwaje? Mwingine anakuambia mimi na mtoto, naombeni mnitafutie bosi ambaye atanikubali. Utafanyaje kazi huko na mtoto? Uwezi, wako pale, uwezi jamani, mbunu. Yani mimi ni mkali, na mimi nitawaambia ukweli bila hata kupepesa kupepe maneno, hapana kabisa. Ukweli ni kwamba mtoto wa kike, tanua ubongo wako, utafute ujuzi, ukafanye kazi kabla hujatanua miguu, kabla hujakimbizana na wanaume kama mnavyoonyesha hapa. Baadhi yenu mnakimbilia hapa unataka upate bosi ambaye atakutaka ili ulale naye akupe hela. Hiyo ni akili gani? Huo ni ujinga na na upumbavu na huyu ndo mtu ambaye hana malengo yani, yeye amewaza tu kwa sababu pale wanatutafutia kazi, basi anaenda. Una lengo gani? Njoo ukiwa na lengo mm, ili ulifanyie kazi lile lengo lako kabisa kabisa. Kwa hiyo, please guys, hapa hatuna hatufanyi mambo ya hakuna mambo ya, yani hapa ni jeshini. Maana ya kusema hapa ni jeshini maanake hapa ni kazini Sawa sio umesha kuwa scraper, huko ndio unakuja hapa unataka kazi, utafanyaje kazi? Sasa wakati wa kufanya kazi ni wakati ukiwa na nguvu, uweze kufanya kazi, utengeneze future yako. Sio unasubiri umesharibikiwa, umeenda huko, umekimbia kabisa, ukijua maisha yako kwa mwanaume. Ukisharibikiwa ndio unakuja huku, unakuja kutuletea stress, kwa sababu kwanza huwezi kufanya kazi, unakaa mtu ni mgonjwa mgonjwa, una frustration, kazi hazitafanyika. Lakini ukiwa ni binti ambaye unajielewa, unapanga future yako ni rahisi, unakuwa na eneji ya kufanya kazi, utafanya kazi zako vizuri na utazifanya kwa bidii, kwa uaminifu, na utapata kile unachokitafuta, lazima utatimiza malengo yako hmm. Kwa hiyo nasema hivyo kusisitiza tuweze kuchuja jamani, tunataka kuchuja waje watu ambao ni sahihi hapa hapa, tunahitaji watu waje ambao wako timamu na wana nguvu na ni wazima sio nimesema tena, sio skrapa, sio watu waliomaliza mwendo, sio watu ambao vichaka vimewaka moto. Maana wanasema kutaka kujua mbio za kinyonga, choma msitu. Ehhe, sasa msitu ulichoma huko, ndo utajua kinyonga kama ana mbio njua. <coughs> hao wadada mnaokuja hapa, wengine mna mimba, wagonjwa, wengine sijui mna nini, matakataka kibao, mmegombana na ome zenu mnakimbilia hapa. Hapana, hao sio wadada tunaowataka. Tunataka wadada kama akina Mary, wanataka kuwa role model kwa wadogo zao, wanataka ku, kuonyesha mfano bora kwa familia zao, wakatafute pesa, wakajisomeshe. Hata kama hujasomeshwa na wazazi, shule zipo, elimu zipo, tafuta pesa utajisomesha. Anytime utasoma, elimu haina mwisho. Kwa hiyo jamani, mkaribie Mary. Karibu sana e, nimependa energy yako, lakini sasa iendane na utendaji wa kazi. Wewe mwenyewe umesema umekua sana shule mm. wadada wengi wanaokuja hapa na hizo form 6, yani ni wazembe, ni wavivu hiyo unaweza wewe mwenyewe ukawa na tamani lakini lazima hiyo, yeah, utamani kumechi na mikono, kazi za mikono sawa. Mamangwe hapa sio Kiingereza, akioshi vyombo wala, mm -hmm, hakishiki mtoto wala akifanyi usafi sawa. Sio kwamba si tukisikia form six ndio tunaona smart dada. Uh, no, smart dada hapa ni kutumia ubongo wako ule uwezo wa kufanya hizi kazi in a smart way, yaani mtu wa akiona umeona, dada nani wakati wa mazungumzo yake anasema alivyofika kwenye ile nyumba, alibadilisha nje kuliku, kulikuwa kuna, kuna bajani, majani kuna nini, akafanya yani kazi mpaka bosi mwenyewe anakubali kwamba alifanya mabadiliko eh. Kwa hiyo unapoingia kwenye nyumba ya mtu use your common sense, use your brain, hiyo smartness yako ulikuwa unasoma shule mpaka form 6, iweke sasa kwenye hizi kazi. Mtu akiona unavyofanya kazi anasema kweli, huyu sio dada wa kawaida, sio kama yule nikiagiza kijijini nitaletewa, huyu ni dada msomi kwa hiyo kwenye kazi za ndani ndio smart, hapo ndipo utakapoweza kulipwa hiyo mishahara ulioisikia. Sawa? Haya, karibu sana haya.